Naitwa muhifadhi daraja la kwanza Aboubakar Mpapa muhifadhi TFS Wilaya Hanang. Leo hii tuko hapa mjini Babati katika kituo cha redio cha Revival FM kufanya kipindi cha mali asili na utalii ambacho kinaruka hewani kwa siku hii ya leo Jumamosi. Lakini pamoja na mazungumzo mengine ambayo tutakayofanya leo redioni, tutahamasisha swala zima la upanaji miti kama mambo tunavyounga kauli mbiu ya mheshimiwa wa rais ambayo tarehe 27 mwezi huu wa kwanza kwa hiari yake atasherehekea siku ya kuzaliwa kwa kupanda miti, tukiazimisha kwa kauli mbiu uzalendo ni utunzaji wa mazingira. Kwa hiyo tumeshirikiana na wenzetu na tutapiga hiyo kampeni leo, na kwa vitendo tutapanda miti hii kama sehemu ya kuonyesha mfano, kumuunga mkono mheshimiwa rais ambaye yeye binafsi atapanda tarehe 27. Kwa hiyo na tutawahamasisha e, wa wananchi pia tarehe hiyo 27 watoke kwa wingi wao pamoja wengine mengine waweze kupanda miti lakini vilevile vile waweze kutunza vyanzo vya maji, watunze uoto watu wa asili, lakini vilevile wa, waendelee kutoa elimu na kutunza maliasili eh, kwa maendeleo endelevu ya kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Uh, kwa jina naitwa Rajabu Saleh Mzee. Uh, ni uh, principal conservation ranger one, niko katika kituo cha Hanang, uh, nikitumikia TFS. Awali uh, ya yote uh, ni kwamba Uh, tunapenda kushukuru sana kituo hiki cha redio Revival FM hapa mjini Babati kwa kazi nzuri ambayo inatusaidia uh, na sisi kuweza kujitangaza na kuweza kuhamasisha wananchi kuweza kupanda miti. Sasa miti tunayoipanda kwa sasa hivi, tuna aina mbili au tatu za miti ambayo tunaipanda. Hii miti tulionayo hapa ni miti yote ya matunda, matunda yanaitwa eh, parachichi lakini kwa kitaalamu pia inaitwa pasea americana. E, hii pasea americana ni tunda ambalo ni kubwa na linasaidia lina produce e, kwa wanaolitumia vitamin C ambayo pia inatumika nafikiri kusaidia uono katika e, muono wa watu na pia tuna miti mingine aina nyingine ya vivuli. Miti ya vivuli hiyo hatukuja nayo hapa, lakini kwa sababu tumeona kwamba jukumu eh, letu leo ni kutangaza huu mti wa matunda ambao kwa maeneo ambayo tunaishi Katesh ni shida kidogo, kwa sababu mtu ukimwona anakula parachichi unaweza ukajua limetoka Katesh, kumbe parachichi limetoka Mbeya. Lakini bado kuna uwezekano mkubwa pale Katesh kuotesha hii miti ya aina hii na watu wakaweza kupata faida ya mmea huu. Kwa niaba ya viongozi pamoja na wafanyakazi wote wa Radio Revival FM tunashukuru serikali, tunashukuru TFS kwa sababu utunzaji wa mazingira ni jukumu la kila mmoja, na kama wanavyojua upandaji miti pia usaidia hata kupunguza e, gesi chafu, lakini pia kutunza viumbe hai. Kwa hiyo, kwa pamoja kama Watanzania hatuna namna katika kushirikiana kwenye swala hili kwa maslahi ya kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Tunashukuru TFS wamekubali kushirikiana na Radio Revival FM, na tunaamini kabisa mlango huu una matokeo chanya kwa siku za sasa na za mbeleni pia.